Nafikiri mnafahamu nilifika mpaka mahakamani, si ndio? Okay. Mahakama imetoa imetoa imetoza faini kwa kila pikipiki. Si ndio? Mm -hmm. Na zile pikipiki kwa utaratibu ulivyo wa kiserikali ni kwamba zile pikipiki zitakuwa zifanya nini? Zitaifishwe, si ndio sheria inavyosema? Mm -hmm. Lakini mimi mbunge wenu kwa sababu nimejiongeza na Chama cha Mapinduzi kinataka kutetea haki za watu, nimesema hivi, tumepiga hesabu zile faini zote zile zinafika kama milioni nne hivi na kitu. Tukana kuokotoa jana na na katibu wangu, zile faini zote nitalipa mimi. Hey, oye bodaboda, oye, ile faini nitailipa mimi yote. Hivi tulikuwa nahangaika Tuko na ngai kazi yetu, naongea na watu, wailete ile control number yenye kwenye kila pikipiki watuletee. Yaikiwezekana, hata leo hii tumaliza nayo tuilipe ile fine. Kwa hilo sasa mniachie, mnipe muda kidogo sana, nalikimbiza mwenyewe ndio nimeingia kazini. Na kazi ya kwanza ni kazi ya kushughulika na pikipiki zenu nyinyi, watu mliokuwa nafanya ile biashara kubeba mkaa. Umeelewa sijui? Ndio kazi na wenda ndio nilioanza nayo kuifanya. Nitaikimbiza haraka sana. Ndio maana nikasema yatu ya ili yafanyike ni muhimu sana kuilinda amani. Sasa baada ya viongozi tuanze kushughulika na matatizo yenu nyinyi kutatua, tunaanza kukimbizana tena mtaani. Mimi ndugu zangu. Eh, ye, kwa hiyo message ndio hiyo. Fine mimi nailipa hata saa hizi hela ziko pale. Nyinyi mko 300. Muunde ushirika. Muunde ushirika. Ili kama tunaleta boda boda za kuwakopesha, tuzilete kupitia umoja wenu na bodaboda kumi hivi hapa, mtakuwa mnapeana wenyewe, leo ikachukua huyu, kesho huyu. Mwisho wa siku, ili kama kuna fursa za mikopo ile ya Samia ile ya asilimia kumi tunawaletea kupitia kwenye mmoja wenu ili mnafanya biashara zingine, baada ya kubeba mikaa, mnalima mashamba, mnafanya nini. Mmenielewa sijui? yeah. Tunataka mtoke kwenye boda boda, wakati mwingine niwaone mnaendesha taxi. Si ndio? Eh, yeah. yeah. Kwa tuwezi kuwatafutia taxi hata tano toka hapa nyinyi. Eh, yeah? yeah? yeah. Hatuwezi kushindwa, ndio hasa ninachotaka mimi mutulie. Tutoke kwenye boda boda, tuanze jamani. Sasa mmoja wenu umeshakuwa na hela nyingi sasa hivi, nunueni taxi, tunasajili ile, kama wanaita sijui nini, Uber sio au nini Mta nini nisi? Au boti. Kwa nini hamuwezi kuwa na, na, na kampuni kama ile ya boti? Yes, mnasafirisha watu hapa mjini? Eh, hey, kwa sababu ni jiji. Ko tuta yaani mtokeje mawazo ya kwa mimi nawafikirieni mambo hayo nyinyi. Tutaanzishia hapa mtaji, mnafanya biashara, mnakwenda ngine mashambani mnalima. Mnakuja maguni yenu 200, 300 ya alizeti, magunia mia ya ufuta, mbazi. Mahindi mnauza, mnatunisha mfuko wenu. Hiyo ndio dhamira nionayo kwenu nyinyi, kwa sababu mimi nikiwa kiongozi wenu mimi, eti ndio nawasimamia na, na huu mfuko au hii umoja wenu, alafu nyie mwe maskini, haiwezekani. Ndani ya miaka yangu mitano nataka tupate matajiri humu ndani <laughs> mmenielewa? Sijui ili yeah. Nyinyi muajiri wenzenu

tu tusapoti mikoje mikopo hapo i vijana s kwanza, mwenyewe najilaumu kwa nini silipi kodi. Na mwenyewe silipi kodi kweli. Sasa hivi njelipe kodi inakuwaje? Lazima niibuke kutoka huku chini, niende naibukeje? Kazi zangu za mikaa, kazi zangu za pikipiki nikiibuka nikiibuka, taratibu taratibu, mwisho wa siku nitafunguka kwa ofisi kangu hapa teleo, wanakuja pale wana, wana, wana, wana, wana bajini ni kwa hesabu zao wao, kwamba eh, nitalipa hapa, nitafanyaje hapa? Ndivyo inavyokuwa hivyo, na ndio maana nilipofika ofisini, nikamwambia katibu wangu, watu wa kwanza ambao nataka kuanza kushughulikia tatizo lao ni wale bodaboda waliokuwa na wa mikaa na walikamatwa na pikipiki zao zilinyang'anywa na kweli, amewaita tumekutana leo, baada ya uchaguzi. Lakini nadhani kama alivyoelezea yaliyotokea kwenye ya uchaguzi yalitokea. Sasa tuijenge nchi yetu, tuujenge mkoa wetu wa Mbeya, mnasemaje? Yaliyotokea yametokea, sasa hivi sisi tuulinde mkoa wetu wa Mbeya wenyewe, ili tusonge mbele kwa maendeleo. Sababu vurugu ikitokea, hayuko atakayekuwa salama. Wewe utakuwa salama, mimi sitakuwa salama, mama zetu, watoto zetu, hakuna atakayekuwa salama. Kwa hiyo hakuna tunayemkomoa, tunajikomoa sisi wenyewe. Wapo watu hawapendi kwamba tumekaa hivi tunafurahi, wapo ambao hawapendi kabisa, wanataka tuishi hapa kama wakimbizi. Kwa kweli, kwa unyenyekevu mkubwa, nawaomba vijana wangu, ili tulikatae kabisa kwenye mkoa wetu wa Mbeya na sisi ndio tuwe walinzi, kwa sababu mimi bunge wenu, mipango nilionayo nayo kwa ajili yenu nyinyi vijana ni mikubwa sana. Niliwaambia kule Gawilo kwenye kampeni, nikarudia nikarudia kuongea yani Iganzo, nikarudia kuongea pale ndani, nina mipango mizuri, nchi yetu ina mipango mizuri, rais wetu na mipango mizuri kwa ajili ya vijana, mpaka ameunda wizara ya vijana. Maana sasa ipo wizara inayoenda kujihusika na yetu vijana tu, sio kitu kingine. Yaani mjue dhamira njema ya serikali. Kwa tuunge mkono hizo juhudi na mimi mbunge wenu haya ni kazi yangu kusimamia. Yanayoelekea kutoka kuja kuja kuyashusha kwenu. Disema, na nilisema kama nakumbuka nilisema mimi nitakuwa mlezi wenu. Si nilisema hivyo? Ndiyo. <tutu> Hey, eh, sijasahau. Mimi nitakuwa mlezi wenu. Kwa msiniangushe. Hakikisheni ulinzi wa Mbeya yetu uwe mikononi mwetu, mikononi mwenu. Na nielewa ndugu zangu?